Jana kuna matukio very interesting yametokea pale Mashariki ya Kati, hususan Israeli, Gaza na pale Egypt. Tuanze na tukio la kwanza, rais Donald Trump akiwa kwenye Air Force One anatoka Marekani kuelekea Israeli, aliulizwa na mwandishi wa habari kiutani kama je, anahisi anaweza akaiona mbingu, lakini alijibu kuwa hapana, mbingu hatoiona. I may be be in heaven heaven. right now as we fly an Air Force One. I'm I'm not sure I, I'm going to be able to able make heaven. Ujo tukio la pili unaambiwa mpango wa amani wa pointi ishirini ulioasisiwa na Rais Donald Trump jana umeanza kutekelezwa rasmi. Hamas si walikubali kuachia mateka 48, 20 walio hai na 28 waliofariki. Jana rasmi imeachia mateka 20 walio hai na wamejumuika na familia zao. Watch as Israeli hostages are reunited with their families after more than two years in captivity. Lakini nawaza kwa sauti, Hamas iliwaficha wapi mateka wa Israel kwa takriban miaka miwili ndani ya Gaza? Israel imeshindwa kutumia majasusi wake wa Mossad, imeshindwa kutumia drones na ndege zao za kimkakati zinazofanya surveillance juu ya anga la Gaza kujua wapi mateka wapo kwa takriban miaka miwili kweli? Hii ni kama walikuwa wanatafuta justification ya kuendelea na vita yao, ili waweze kufanya eviction na kupata ardhi mpya kule Gaza. Hebu tuachane na hilo nililokuwa naliwaza kwa sauti. Twende tukio namba tatu, unaambiwa kwa mara ya kwanza Rais Donald Trump amehutubia bunge la Israel. Na amekuwa ni rais wa nne kuhutubia bunge hilo. Katika speech yake rasmi alitangaza vita imekwisha, ni wakati wa amani na ustawi lakini pia rais Donald Trump alitumia nafasi hiyo kumwomba rais wa taifa la Israeli amsamehe Benjamin Netanyahu kwa makosa ya kula rushwa anayoshitakiwa nayo. Walikuwa wajui kama taifa la Israeli lina rais hey? <laughs> Sasa mnataka kufahamu kwa undani zaidi, Rais wa Israel ni ceremonial post lakini nguvu kubwa anakuwa nayo waziri mkuu wa Israel. Lakini when it comes to issues of pardon, kumsamehe mtu aliyeshtakiwa Rais wa Israel anaprevail na yeye ndio anakuwa na nguvu wa kufanya hivyo. Lakini overall, in charge of the government, anabaki kuwa prime minister wa taifa hilo. Twende tukio namba nne, ambalo ilikuwa ni kufanyika kwa Gaza Peace Summit pale Egypt. Viongozi mbalimbali wakiongozwa na Rais Donald Trump waliatendi summit hiyo. Kimsingi, lengo kubwa la summit ilikuwa ni kujadili future ya Gaza. Alipopewa nafasi ya kuzungumza, Rais Donald Trump alisisitiza vita imeisha na sasa ni wakati wa kujenga Gaza mpya. Tukio namba tano na la mwisho ilikuwa ni power display ya Rais Donald Trump. Alijiweka kama yupo juu ya viongozi wengine, na yeye alikuwa ni kama rais wa dunia. This first three rows and what's standing behind me, I <laughs> <laughs> <laughs> Matukio yangu matano ameisha. Hebu niambie wewe tukio gani limekuwa very interesting kwako? Yes, Wakili Lucas Myula mpaka wakati mwingine.